Kanisa ni wazi kuhusu padri au sister kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa bwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria kwa hiyo ni marufuku wapadri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa, hatutakii kuonekana huko, na ni vibaya watu kurubu kurubuni na kuhadaa watu hao, wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa kwa hadaa na kwa rubuni hiyo, ni dhambi haipaswi, haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho afahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtao moja, mklara ambaye hata redio asikilizi taarifa ya habari ya somi unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa. Marufuku kama watu wanaamini. Marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote, sasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka, bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa aau nafasi zetu, yetu ya kanisa, padri tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa padri au kiongozi yote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa.